Na hapa ninaweza kukufanya usikie, masichana aliyekuwa miguu wazi alinong'ona, nongo, sauti yake ikitetemeka kama mawimbi ya chemchemi. Nyuma yake katika ua wa Grant Industries marmari ling chini ya jua la mchana, na hewa ilinukia pesa na kiburi —Lucas Grant, tajiri wa teknolojia aliyemiliki ufalme huo alipita kando ya chemchemi na simu yake ikishikamana na sikio lake akimwona tu kidogo mwanawe wa miaka des Oliver aliyekuwa ameketi kimya kwenye benchi. Kiziwi tangu alikuwa na miaka miwili, Oliver aliishi katika ulimwengu ambapo hata sauti ya baba yake haikuwa chochote ila kivuli. Ndipo alipotokea Laya, mwembamba na miguu wazi, ngozi zake zilizochaka, akishikilia trei ya mawa yaliyonyauka na vinyago vilivyochongwa. Walinzi wa usalama walikuwa wakimfukuza mara nyingi, lakini hatima haikufanya hivyo. Macho yao yalikutana yake, yalikuwa peke yake na bila maneno, yake yalikuwa ya kitu na ya kujua. Alinua mkono ukitetemeka, na kutoa ishara habari. Kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, uso wa Oliver ulibadilika matu fulani alizungumza lugha yake. Dakika chache baadaye alikonyeza, akipangusa sikio lake. Inawasha, alitoa ishara Laya alisujudu, macho yakia fumbua. Shikilia, alinongona kabla ya hofu kumzuia. Kidole chake kiliteleza kwa uangalifu ndani ya sikio lake na kutoa kitu kiriusi chenye uhai, kinachozunguka. Oliver alipiga kelele na kisha sauti mlio wa honi ya gari ulipaswa hewa mkali na halisi. Mikono yake ilirukaruka kwenye masikio yake alipopiga kelele, sauti yake mwenyewe ikimshangaza. Laya alisimama kimya, machozi machoni mwake. Ulisikia hivyo kwa mara ya kwanza katika miaka minane, ulimwengu wa kimya ulipasuka na ndani ya wa uliojengwa kwa nguvu na kiburi mgeni miguu wazi alikuwa amefanya kitu ambacho hakuna utajiri ulioweza kununua kamwe. Alimrudishia mvulana sauti yake. Lucas Grant alikuwa hata hawezi kupumua. Sauti ya mwanawe ilipovuma katika hawa wa marmar, baba, Oliver alipiga kelele, neno likiwa likitetemeka, likiwa limevunjika lakini hali si kwa muda. Wakati wenyewe ulisimama. Chemchemi ilitulia katikati ya mtiririko wake. Wafanyakazi waliokuwa wakizungumza kwa sauti ya chini walisimama kuangalia. Na ulimwengu wa Lucas uliojengwa kwa mantiki na udhibiti ulipasuka kwa kutokuamini. Kisha hasira ilimfurika. Aliruka mbele akimshika mkono wa Oliver na kumvuta nyuma. Mondoke mbali naye, alibweka kwa laya. Walinzi, sauti yake ilipiga mwangwi katika hewa kali na bila huruma. Lakini kabla walinzi hawajafikia, Oliver alizungumza tena kwa sauti ya kigugumizi lakini kwa nguvu, usimdhuru. Lucas alisimama. Sauti, sauti ya mwanawe ilimpiga kwa nguvu zaidi ya pigo lolote. Kwa miaka kumi alikuwa ameomba kwa ajili ya wakati huo. Alikuwa ametumia mamilioni akikimbiza ukimya, akiajiri wataalamu, akijenga mashine na bado msichana si miguu wazi kutoka mtaani, alikuwa amefuta hilo kwa sekunde chache. Hospitalini machafuko yalifuata: koti nyeupe, vipimo vinavyokonyeza nuru tasa. Lukas alisimama nyuma ya kioo akitazama madaktari wakimzunguka Oliver. Mikono yake ilitetemeka, si kutokana na hofu, bali kutokana na kitu kingine: hatia. Mtaalamu mkuu aliingia, ubao wa kufifia mkononi. Sauti yake ikining'inia kwa utulivu wa kibiashara. Kesi ya kushangaza, Bwana Grant, kizuizi kinaonekana kuwa kimeondolewa. Uponyaji wa muda ni uwezekano. Wa muda, Lucas alichachama. Msichana kutoka mtani amefanya kile mlisho shindwa kufanya kwa miaka minane na mnaita wa muda. Daktari alirekebi miwani yake akipuka macho ya Lucas. Tulifuata taratibu zote. Taratibu Sauti ya Lucas ilipasuka. Mlichukua pesa zangu, mkawaidi miujiza na hamkuwahi kuangalia ndani ya sikio lake. Kando yake, Laya alienda mbele, toni yake ikipasua hewa tasa. Hawakuangalia kwa sababu hawakujali kujali. Waliona jina lako, pesa zako, si mwanao. Lucas aligukia kwake, hasira ikimulika lakini nyuma yake kitu kingine. Ukweli alihisi kimwingia ndani kama kisu. Daktari mkuu alihema na kusogeza folda kwenye meza. Unapaswa kuona hii. Ndani kulikuwa na kurasa za maelezo ya kimatibabu zilizotiliwa muhuri na kusainiwa, ripoti zinazotangaza hali ya Oliver kuwa haiwezi kurudishwa. Lakini mstari wa mwisho ulimzuia Lukas kwa baridi: dumisha utambuzi ili kudumisha ufadhili wa muda mrefu Akaunti ya Grant imeidhinishwa. Alitazama maneno, wino ukija, machozi yake walimfanya endele kuwa magonjwa. Walimgeuza mwanawe kuwa mtiririko wa mapato ngumiza. Lucas zili kunjamana hadi mikono yake ikawa nyeupe. Nyinyi wanyama, alinongona ali ona, sauti yake ikivunjika, mliuza ukimya wa mwanangu. Alirarua karatasi sauti ya kurarua ikilia kama radi katika chumba tasa. Laya alisimama kimya, macho yakiwaka kwa huruma kali. Sasa, kwa mara ya kwanza katika maisha yake, Lucas Grant, bilionia mbuni, mtu wa busara, alikuwa anajifunza jinsi kiziwi cha kweli kinahisi, aina ile inayotokana siku toka masikioni bali kutoka moyoni ambao ulisahau jinsi ya kusikiliza. Njia ya hospitali ilikuwa na mwangaza mwingi sana, safi sana kwa kile Lucas Grant alihisi ndani. Ukweli ulipiga ndani ya kifua chake kama saireni ambayo haikuacha. Walikuwa wamenunua ukimya wa mwanawe, si asili, si hatima. Watu watu ambao walitabasamu katika ofisi zilizofua, ambao walituma ankara na maneno kama huduma, mpango na kifurushi cha matibabu, na alikuwa amesaini zote. Aliketi kando ya kitanda cha hospitali cha Oliver, mikono ikishikamana, akimtazama mvulana mdogo ambaye sasa alikuwa amelala macho wazi, akifuatilia mapigo kwenye mkono wa baba yake kama vile angeweza kuhisi sauti kupitia maguso. Uko salama, Lucas alinongona, ingawa sauti yake ilitetemeka Ninaahidi nitatengeneza hili. Oliver aligeuka kichwa, macho makubwa ya kitafuta, midomo yake ilisogea polepole pole. Bila uhakika, si kosa lako, alisema, sauti yake sila vizikyumbayumba kama hatua za kwanza za pa meshanga. Koo la Lukas lilifunga. Kwa miaka mingi alijishawishi kwamba kutupa pesa kwa wataalamu ilikuwa upendo, kwamba uwepo unaweza kubadilishwa na maendeleo lakini sasa, katika mvumo wa kimya wa chumba cha hospitali, aliona gharama ya kipofu chake, si tu ukimya wa mwanawe, bali ukimya ndani yake mwenyewe. Nyuma yake, laya alisimama karibu na mlango, mikono yake bado ikiwaka kidogo na damu iliyokauka kutoka kile alichotoa kwenye sikio la Oliver. Hakuzungumza, hakuhitaji. Utulivu wake ulikuwa kiu, na Lucas alijiona ndani yake. Si mkurugenzi mtendaji mwenye nguvu, bali baba aliacha kumwona mtoto wake mwenyewe. Aligeukia kwake. Wewe ulijuaje? Nini kilikufanya kuangalia? Laya alikutana na macho yake. Kwa sababu nilimwona kweli, alisema kwasi upole. Kila mtu mwingine aliangalia pesa. Mimi niliangalia mvulana. Maneno yake yalishuka kama ukweli uliojificha kama rehema. Lukas alipumua kushindwa. wewe ni mtoto tu, unazungumzaje kana kwamba umeishi miaka mia moja? Alitikisa mabega, macho yakiwa imara. kwa sababu mitani, unasikia kila kitu ambacho hakuna mtu mwingine anachokisikiliza. Chumba kilikuwa kimya isipokuwa kwa mapigo matulizo ya kupumua kwa Oliver. kwa mara ya kwanza Lucas alitambua ukimya haukuhitaji kumaanisha utupu; ungeweza kumaanisha kusikiliza. Aligeukia mwanawe, akipitisha mkono kupitia nywele za mvulana. Mimi pia nimekuwa kiziwi, alinong'ona. Usiku ule baadaye, wakati taa za jiji zilipokonyeza kupitia dirisha la hospitali, Lucas alifanya ahadi. Si kwa kampuni yake, si kwa urithi wake, bali kwa mvulana mdogo aliyekuwa amelala karibu naye. Angebomoa kila mfumo ambao ulinufaika kutoka maumivu, angeacha kulipa kwa matumaini na kuanza kupigania ukweli, kwa sababu kwa mara ya kwanza, Lucas Grant alisikia kweli, si kupitia masikio yake bali kupitia sauti ya msichana miguu wazi ambaye alimwonyesha kwamba pesa zinaweza kujenga milki lakini ni upendo pekee unaweza kuvunja ukimya. Asubuhi mua ilikuwa imekoma, lakini ulimwengu nje ya hospitali ulihisi kuwa na uzito zaidi kuliko hapo awali. Lucas Grant alitembea kando ya Lyana Oliver kupitia milango ya kio inayoteleza hewa baridi di ki kibwaga ngozi yake kama hatia iliyoonekana. Oliver alining'inia mkono wa baba yake, mkono wake mdogo ukitetemeka kila mara sauti ya gari la hospitali ilipolia kwa mbali. sauti mpya mbichi ya kutisha ilijaza ulimwengu wake sasa, na kila kelele ilihisi kama radi. ndani ya gari, ukimya, ukimya ulichukua tena. Lucas alitazama mfano wake kwenye dirisha lenye rangi mtu aliyekuwa na kila kitu bado alikuwa ameshindwa katika jambo moja lililohusika zaidi. Mbele yake Laya aliketi kimya, mikono yake bado ikionyesha alama kutoka usiku uliopita. Alitaka kumshukuru, kusema kitu ambacho kilikuwa na uzito wa kile alichokuwa amefanya, lakini maneno yalikuwa ya madogo ikilinganishwa na miujiza aliyokuwa amempa. Waliporejea nyumbani, Oliver hakumwacha Laya, alimfuata jikoni, bustanini, hata aliketi karibu naye alipokuwa amechoka sana kuzungumza. Hakumtendea kama mgonjwa au muujiza, tumvulana ambaye hatimaye alikuwa hai tena. Lucas aliwatazama kutoka njiani, akihisi heshima na aibuziki sukasukana ndani yake. Jioni ile baadaye, nyumba ilipozama katika mwanga wa manjano wa upole Lukas alimkuta Laya amesimama kando ya dirisha akitazama angani. Kwa nini ulimsaidia? aliuliza kwa upole huku tujua hata sauti ya Laya ilikuwa imara, lakini macho yake yaling'aa. Kwa sababu hakuna aliyewahi kumsaidia ndugu yangu, alisema. Aliugua kiziwi kutokana na maambukizo. Kliniki ilitukataa kwa sababu hatukuweza kulipa. Najua inahisi vipi wakati ulimwengu unaamua maumivu yako hayafai faida. Maneno yalipiga kwa nguvu zaidi ya shutuma yoyote. Lucas alimeza mate kwa shida. Basi nisaidie kufanya hili kuwa sahihi, alisema, si kwa pesa gwa ukweli. Aligeukia kwake, uso wake ukiwa una ororo. Anza kwa kumsikiliza, alinong'ona. Usiku ule Lucas alisujudu kando ya kitanda cha mwanawe ambapo Oliver alikuwa amelala macho wazi akichora maumbo hewani. Unasikia nini? aliuliza kwa upole. Oliver alitabasamu kidogo, sauti yake ikitetemeka, lakini ikiwa na uhakika mi hmm, kila kitu. Kifua cha Lucas kilifunga, alinama na kumvuta mwanawe karibu. Basi hautawahi kusikiliza ukimya tena, si wakati bado napumua. Je, upepo ulipuliza jijini. Nalaya alitembea usiku Kivuli chake kikitoweka gizani kama salad iliyobebwa na hewa. Lucas alimwangalia akienda, akitambua kwamba msichana aliyekuwa hana kitu alikuwa amempa kitu pake kilichohusika sababu ya hatima ya kusikiliza, kupigana na kuishi kama mtu anayeweza kusikia. Siku chache baadaye, hadithi ilikuwa tayari imesamba. Vichwa vya habari vilileta muujiza katika Grant Industries, lakini kwa Lucas Hakukuwa na kitu cha muujiza kuhusu hilo tu ufunuo. Alisimama nje ya hospitali kwa mara ya mwisho, mahali sawa ambako alikuwa amesaini hundi badala ya kuuliza maswali. Sasa alikuwa akisaini kitu kingine, amri ya kisheria, akidai uchunguzi kamili wa mtandao wa kimatibabu ambao ulinufaika kutoka maumivu ya mwanawe wanaume wenye suti walijaribu kuzungumza naye kulaini wongo wao kwa samahani, lakini sauti ya Lucas haikuwa tena sauti ya bilionea, ilikuwa sauti ya baba. Mlimnyamadhisha mvulana wangu kwa faida, alisema kwa upole. Sasa nitahakikisha ulimwengu unasikia ukweli. Oliver aliketi karibu akichora kwenye daftari, kicheko chake kikipiga mwangwi kwa upole gumu sio sawa lakini kimejaa uzima. Kila sauti aliyoifanya ilihisi kama wasi mdogo dhidi ya miaka ya ukimya. Na mahali fulani mbali, Laya alitazama miguu yake wazi ikiacha kufunika kwenye lamilenye unyevu alipojitayarisha kutoweka tena katika ulimwengu ambao ulikuwa umewasahau. Lucas aligeuka, sauti yake ya chini lakini ya uhakika. Ulinrudishia mwanangu, alisema. Nina shukuruje? Laya alitabasamu kidogo. Hunidhuru chochote Bwana Grant, ni ahidi yetu, utaendelea kumsikiliza na watu ambao hakuna mtu mwingine anayewasikia. Kisha aligeuka na kutembea mbali, kivuli chake kikinyuka kwenye mwanga wa asubuhi. Jua lilipochomoza, Lucas hatimaye alielewa, utajiri unaweza kujenga minara, lakini huruma hujenga madaraja. Alitumia maisha yake akikimbiza nguvu Tukujifunza kwamba jambo lenye nguvu zaidi aliweza kufanya ni kusikiliza. Wakati mwingine tunafikiri kusikia kuna maanisha kutumia masikio yetu. Lakini kusikiliza kweli kunaanza na moyo. Tunapochagua kuona zaidi ya pesa, majina na kiburi, tunagundua tena ubinadamu wetu. Kitendo kimoja cha huruma kinaweza kuamsha ukweli, kuponya majeraha na hata kumrudisha mtu sauti yake. Ungefanya nini kama ungekuwa Lucas? Ungesamehe au ungepigana? Shiriki mawazo yako katika maoni hapa chini. Hadithi yako inaweza kuhamasisha mtu mwingine. Na kama hadithi hii ilikugusa, usisahau kupenda, kushiriki na kujiunga nasi kwa hadithi zaidi za sinema zinazotukumbusha wakati mwingine, watu matajiri zaidi ni wale ambao hatimaye wanajifunza jinsi ya kusikiliza.